Ufalme mkuu wa Alexander na mgawanyiko wake. Baada ya kifo cha Alexander Mkuu mnamo mwaka 323 kabla ya Kristo, dunia yote iliyokuwa imetikiswa na jina lake ilibaki katika hali ya sintofahamu. Aliyekuwa kijana mwenye umri wa miaka 32 tu alikuwa amefanikiwa kufanya jambo ambalo halijawahi kufanyika, kuunganisha mataifa makubwa kutoka Ugiriki Misri, Babeli, Uajemi hadi India ya kale chini ya jina moja, ufalme wa Alexander. Lakini alipofariki bila mrithi wa moja kwa moja, wafalme wake waliokuwa makamanda wake wa vita wanaoitwa Diadochi, waligombania urithi wake kwa miaka mingi ya vita vya ndani. Kutoka katika vita hivyo, ufalme wa Alexander uligawanyika katika falme kuu nne kama ilivyotabiriwa katika kitabu cha Danieli 8 mstari wa 8 hadi 22, kwamba pembe kubwa ilivunjika na pembe nne zilisimama badala yake. Lakini nyuma ya vita hivi vya kifalme, Mungu alikuwa anaandika historia ya ulimwengu hatua kwa hatua, kuelekea utimifu wa unabii mkubwa wa Danieli. Hii ndiyo simulizi ya falme nne zilizotokana na Alexander Mkuu, safari ya nguvu, vita na mpango wa Mungu unaotimia katikati ya machafuko. Falme hizo nne zilisimama kama nguzo kuu za historia ya kale, kila moja ikichukua sehemu ya himaya ya Alexander, lakini zote zikiwa na tamaa ya kutawala dunia nzima kama bwana wao wa zamani. Ufalme wa kwanza ulikuwa ni ufalme wa Seleucus nchini Syria na Mesopotamia. Mfalme Seleucus wa kwanza Nikator, mmoja wa majenerali wa Alexander alichukua eneo kubwa zaidi likiwemo Babeli, Uajemi, Syria na sehemu ya Asia ya Kati. Ufalme huu ulijulikana kwa nguvu za kijeshi na sera za kiutawalo za kimataifa. Ndani ya utawala wa Seleukus ndipo historia ya Wayahudi wa Israeli iliunganishwa kwa nguvu na utawala wa kigeni. Hapa ndipo baadaye walitokea wafalme kama Antiochus Epiphanes aliyekuja kuwa adui mkubwa wa watu wa Mungu akitazamiwa na manabii kama mfano wa mtinga Kristo. Seleukus walitawala kwa karibu karne tatu, lakini walikabiliwa na migogoro ya ndani na mashambulizi ya nje, hatimaye wakaangamizwa na Waromi mnamo mwaka 63 KK. Ufalme wa pili ulikuwa ni ufalme wa Ptolemayo nchini Misri. Mfalme Ptolemayo wa kwanza Soter, rafiki na mlinzi wa zamani wa Alexander, alichukua Misri, alijenga mji wa Alexandria ambao uliendelea kuwa kituo cha maarifa, falsafa na dini kwa karne nyingi. Ndani ya Alexandria ndipo palihifadhiwa maktaba kubwa ya kale yenye vitabu vya hekima kutoka mataifa yote. Falme za Ptolemayo zilitawala Misri kwa zaidi ya miaka mia tatu, zikiwemo Cleopatra saba malkia maarufu aliyehusiana na Julius Caesar na Mark Antony wa Kirumi mwisho wa utawala wa Ptolemayo uliashiria pia mwanzo wa utawala wa Kirumi Afrika Kaskazini. Ufalme wa tatu ulikuwa ni ufalme wa Makedonia nchini Ugiriki na Ulaya ya Kusini. Ufalme huu uliendelea kuwa chini ya Kasanda, aliyekuwa mkuu wa jeshi la Makedonia. Alihifadhi eneo la nyumbani la Alexander, lakini hakuwahi kuwa na nguvu kama ilivyokuwa zamani. Vita vya ndani, usaliti na mapambano ya madaraka vilifanya falme hii dhoofike haraka. Kwa muda mfupi ilikuwa na ushawishi mkubwa juu ya Ugiriki, lakini kadri miaka ilivyosonga, Roma ilianza kutawala juu yake ikaiweka chini ya ulinzi wake. Ufalme wa nne ni ufalme wa Asia ya ndogo ambao ni Pergamum na Thrace. Falme hizi ndogo ndogo zilijitokeza katika maeneo ya Asia ndogo, leo ni Uturuki, ziliongozwa na majenerali kama Lysimachos na Antigonus. Wao walijaribu kuunganisha tena sehemu ya himaya ya Alexander lakini vita vyao vya ndani vilisababisha kuangauka kwao mapema. Falme hizi za kaskazini ziliishia kumezwa na ufalme wa Roma, ambao ulikuja kuwa mnyama wa nne katika ndoto ya Danieli, ufalme wa chuma uliokanyaga na kuteketeza kila kitu kilichokuwa mbele yake. Manabii wa zamani walikuwa wameona maono haya bado hata Alexander hajazaliwa. Katika Danieli 7 na 8 tunaona maono ya vanyama: chui mwenye mabawa manne akiashiria kasi, nguvu na hekima ya Alexander, na pembe nne zenye nguvu ndogo zikisimama badala yake, zikimaanisha falme hizi nne. Lakini manabii pia waliona kwamba falme hizi zote zingepita, kwa sababu zilijengwa juu ya kiburi cha mwanadamu, si juu ya haki ya Mungu. Falme ziliibuka na kuangauka, lakini neno la Mungu lilisimama imara milele. Wakati falme nne za Alexander zilipokuwa zikidhofika, nchi ndogo ya Roma ilianza kukua na nguvu. Kwa busara ya kisiasa, nidhamu ya kijeshi na ukatili wa ajabu, Warumi walianza kutoa kila eneo moja baada ya lingine. Kufikia mwaka 146 kabla ya Kristo, Roma ilikuwa imetwaa Ugiriki, Syria na Misri ikiunganisha tena dunia yote chini ya bendera moja. Roma ilikuwa kama mnyama aliyopigwa na chuma, ilitawala kwa ukatili na sheria, lakini ndani yake kulikuwa na uovu uliofichika. Lakini hata katika utawala wa Roma, mpango wa Mungu uliendelea kutimia, kwani ilikuwa katika enzi hiyo tu ambapo Yesu Kristo alizaliwa akileta ufalme mwingine wa milele usioanguka. Kwa macho ya wanadamu, Alexander Mkuu na warithi wake walionekana kama washindi wa dunia, lakini mbele za Mungu walikuwa vivuli tu vya historia. Kama ilivyoandikwa, falme za dunia zimekuwa falme za bwana wetu na Wakristo wake naye atatawala milele na milele, Ufunuo 11 mstari wa 15. Historia ya Alexander na falme nne ni kioo cha maisha ya mwanadamu. Tunapopanda kwa nguvu bila mizizi ya kiroho, tunavunjika haraka. Falme za dunia zinapita, lakini ufalme wa Mungu unabaki. Kuanzia Makedonia hadi Babeli, kutoka Misri hadi Asia, dunia ilishuhudia utukufu na kuanguka kwa nguvu za mwanadamu. Alexander alishinda dunia kwa upanga, lakini Kristo alishinda dunia kwa msalaba. Falme nne ziligeuka kuwa vuvi, lakini ufalme wa Mungu bado unatawala mioyo ya watu hadi leo. Ulimwengu unabadilika, lakini simulizi za Biblia hazipotezi nguvu zake. Kila kisa ni ushuhuda wa nguvu ya Mungu inayoishi milele. Usiache safari hii kupite. Bonyeza subscribe sasa, like video hii na share kwa marafiki zako. Simulizi za Biblia, maono ya Mungu yanayoishi kupitia neno lake.